Sisi sote tunaogopa giza. Tulipokuwa bado katika shule ya msingi, tulikuwa tunasema pa kaukwa kwakawa giza ya mwizi. Wakati kuna giza hauwezi kuona lolote. Wakati kuna giza unakuwa ni kana kwamba hata nguvu hauna. Katika lugha ya Kibibilia, giza huwa inadhihirisha mambo kadhaa. Kwa mfano, kutokuwa kutofuata njia iliyo sawasawa, ilikuwa ni kufuata giza. Kifo kilionekana kama giza kujitenga na Mungu pia ulionekana kama giza, kutofahamu ukweli, hiyo pia ilionekana kama giza. Litajia yetu ya leo inaitwa litajia, ama mama wa litajia zote, kwamba hakuna litajia nyingine kama hii tumeianzia kule nje mahali ambapo palikuwa na giza. Tumewasha moto dhihirisho ya ufufuko wa Kristu. Tumewasha na mishumaa yetu, tukiingia kanisani kukisema mwanga wa Kristu, kwamba sasa giza linaondolewa na mwanga unaingia. Mwanga huu ni Kristu. Tulisoma katika mbiu tukasema, nchi iliyoangazwa na nuru inafurahi imeangazwa na mfalme wa milele. Amefukuza giza na ameleta mwanga mpya katika dunia. Mwanga unaweza kuangaliwa katika njia tatu. Kuna mwanga wa kawaida, na mwanga wa kawaida unapatikana kutoka kwa jua ama kutoka kwa mwezi ama kutoka katika nyota zote hizo zinatoa mwanga, lakini kuna mianga mingine ambayo inatoka katika hali ambayo siyo ya kawaida, ambayo sisi wenyewe tumezibuni. Stima ikipotea, mwanga wake ni wa kubuni. Lakini kuna mwanga wa kiroho, na huu mwanga wa kiroho ndiye Kristo. Huyu ndiye ambaye amekuja kuondoa giza ambalo lililetwa kupitia katika njia ya dhambi kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa. Masomo yetu ya leo yametuelekeza ama kutukumbusha historia yetu kama binadamu na pia historia ya uokovu wetu tangu pale alipoumba mtu na Mungu akaumba vitu vyote. Tunaambiwa hata kati ya vitu ambavyo aliumba ni mwanga, na akasema na iwe mwanga, na ikawa mwanga. Lakini katika historia hiyo tumeona jinsi ambavyo ule upotovu wa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa umeendelea katika maisha ya mwanadamu, na pale Mungu tangu mwanzo akawa na mpango wa kumkomboa binadamu. Upendo wa Mungu kwa mwanadamu ulikuwa ni upendo ambao haukuwa na kipimo, na ndiyo sababu hakuacha sisi tuangamie katika dhambi zetu, tuangamie katika kifo ili ilibidi kumtuma mwanawe Yesu Kristu aje na aweze kutukomboa sisi. Huyu Kristu ndiye mwanga, na ukisoma Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya nane mstari wa kumi na mbili yeye mwenyewe anasema, mimi ndiye nuru ya ulimwengu. Amekuja kuondoa giza amekuja kuondoa kifo na ametuletea mwanga na nuru mpya. Hivyo sisi ambao tumezaliwa katika mwanga huu tunaitwa kuendelea kudumu na kuishi katika mwanga huo wa Kristo. Utu wetu wa kale, hali yetu ya kale, maisha ya giza tuliyokuwa tunaishi pale mwanzo amepata kuiondoa na ametulete sisi katika nuru, hivyo tunaitwa tutembee kama wana wa nuru. Ndiyo sababu katika kanisa mishumaa inapowashwa huwa ni kila wakati dhihirisho la ukumbusho wa ule wito ambao sisi tumeitiwa tuweze kuwa mwanga kwa mataifa. Kristu aendelee kuangaza maisha yetu. Kristu aondoe hiyo giza ambayo imeingia tangu mwanzo kutokana na kutotii kwa wazazi wetu wa kwanza Adamu na Hawa. Kupitia kwa njia ya Kristu, Adamu mpya amelete mwanga mpya. Mwanga wa utiifu, mwanga wa neema, mwanga wa kurudi mahali ambapo Mungu alinuia sisi tuweze kuwa tangu mwanzo. Dhambi inatuondolea neema. Tulipoumbwa tangu mwanzo, Mungu alitujaza neema, na kupitia katika njia ya dhambi tukapoteza neema hiyo. Na neema ilikuwa ni maisha ya Mungu ndani yetu. Tunapotenda dhambi, basi tunaharibu mahusiano yetu na Mungu, Mungu hayupo na sisi tena. Lakini sasa kupitia kwa mwanawe Mungu amekubali amerudi kwetu na ameturudisha mahala petu. Ibada hii ya leo ni ibada ambayo pia itakuwepo na kubarikiwa maji ambayo wana wa Mungu, taifa jipya la Israeli, wenye kumwamini Yesu Kristu wanapata kuzaliwa upya, na ndiyo sababu watabatizwa hawa ndugu zetu ambao wamekwisha pitia mafundisho ya dini na wamefanya maamuzi yao wenyewe kwamba wako tayari kuishi maisha ya imani na kufuata Kristu. Hawa wameangazia, hawa wameona nuru mpya ambayo sisi tuliiona tangu kale na mwaka huo, tunaendelea kuufuata kila siku katika maisha yetu. Hivyo na hawa ndugu zetu tuwaombee, ili wakaweza kufuata mwanga huu wa Kristu. Anayefuata mwanga wa Kristu hapotei. Ukiwa katika giza, mara nyingi utapotea, hautaona njia, lakini mwenye kuishi katika mwanga kila wakati ataona njia, kwa sababu Kristu atakuwa ndiye mchungaji wako. Kristu atakuwa ndiye mwanga wako, akikuonyesha njia ambayo inakuelekeza kwa Mungu Baba.